Haleluya! Na naendelea kusema kwamba awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema. Agano kati yako na Mungu ni kufanya lilo jema, na ndivyo alivyomwambia Sulemani ya kwamba usije ukaruhusu moyo wako ukageuzwa, ukafanya machukizo kwangu, ukafanya vitu ambazo visivyofaa Fanya lilo jema, sikia, fanya kwa bidii, agano ambalo tumeagana na wewe. Lakini kingine ni kuyafanya mapenzi yake. Mtu ambaye amepatana na Mungu ni mtu ambaye hafanyi ya kwake, anafanya ya Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Mtu aliyepatana na Mungu ni mtu ambaye anafanya ya Mungu anafanya mapenzi ya Mungu. Nilisha kutolea mifano mara nyingi hapa ya kwamba fundi anapotengeneza meza haitengenezi meza ijifaidie yenyewe, anaitengeneza meza ili msaidie yeye au isaidie watu. Sasa kaa chini, jitafakari ulie wewe umetengenezwa na nani? Chanzo cha kuitwa wewe ni nani? si ni Mungu? na kama mungu ndiye ametutengeneza ili tuonyeshe kwamba tumepatana naye lazima tufanye yaliyo mapenzi yake lazima tufanye yale anayotuagiza na kila mmoja mungu ameweka kusudi ndani yake kila mmoja mungu ameweka kusudi ndani yake ameweka kusudi ndani ya moyo wake sisi kama tunaelewana hawezi kusema ya kwamba mimi bana nimeagana au nimepatana na Mungu halafu nafanya chakwako. Kristu aliyepatana na Mungu huwa anasikia kila ambacho Mungu anamwambia na anakifanya haleluya. Haleluya, kuna mtu mmoja anaelewa kile Roho Mtakatifu anatufundisha. Na baada sasa ya kuyafanya mapenzi yake, kufanya lilo la Mungu, anasema kwamba naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake. Unakuja kujiuliza ni mambo gani yanayompendeza Mungu. Ukienda Yeremia ishirini na tisa kumi na moja anakuambia mawazo inayowazia ni mawazo ya amani, sio mabaya, kuwapa tumaini hata ile siku ya mwisho ukija kuangalia jambo ambalo linampendeza Mungu kwetu kulifanya ni kwamba kutuwazia amani, ni kututendea mazuri, ni kufanya moja mbili tatu ili tufanikiwe, tuzidi kuongezeka. Bwana Yesu asiwe sana. Maana yake kama hutaki kuwa na amani, vunja patano, vunja patano kati yako na Mungu. Hutaki kuwa na amani, vunja kusudi la Mungu, au vunja magano yako na Mungu. Kama Roho Mtakatifu anatufundisha na... kitu hiki. Tuelewe jambo hili, mwana wa Mungu, tulifahamu kwa makini. Haleluya! Anasema naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo, utukufu na yeye milele na milele amina. Kumbe kuna mambo kadha wa kadha Mungu anayatenda kwetu, ikiwa tutatembea katika agano, tutatembea katika patano. Kuna vitu ambavyo Mungu atavifanya ambavyo vinampendeza ni sawa na wewe unapotengeneza kitu fulani na no, ukakiona kile kitu kinakufaidia, lazima utakitunza, utaanza kupaka, utabadilisha rangi kila wakati, utakiweka sehemu nzuri kikae vizuri. Kwa sababu gani? Hiki kitu kimekusaidia. Bwana Yesu asiwe sana sii, kama tunaelewana.